Mvua imekuwa ni nyingi, maji anapita kwenye, kwenye kanisa, watu hawezi kukaa. Mi mwenyewe hapa najitahidi, natembelea kwenye maji, lakini nimeona nikushirikishe wewe baraka hizi, uweze kuona jinsi watu wa Mungu, huduma ambavyo inapitia changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, Amen. Amen. Uh, hapa ndiko mlango wa kuingilia kanisani na madhabahu huwa inakuwa eneo hili, na hapa ndipo mwambuli sikufunika sasa. Kama unavyoona, hapa ndiyo kanisa letu. Waumini wameweza kutoka, wameenda chini amti, ya mti kwa ajili ya kuweza kujikinga na mvua, lakini bado ibada inaendelea. Mungu asifiwe. Kwa hiyo mchungaji